Tuko na program inaitwa NYOTA ya kusaidia biashara za vijana, vijana wanaume, vijana wanawake, wale wako na biashara ndogo ndogo, wale wanatoka TIVET, TIVET zetu. Biashara ya catering, kuna vijana hapa wanafanya kikundi ya kufanya business ya catering, wengine wanafungua salon wengine kinyozi, wengine biashara ya furniture kidogo, seremala, wengine electrical shop. Tumesema hiyo program ya nyota inaitwa Nyota, National Youth Opportunities, National Youth Opportunities Towards Advancement, NYOTA program ambayo serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara sabini kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Wacha nirudie. Tunasaidia biashara sabini katika wodi zote za hapa Lari